Kazi. Naam, baba. Kazi ya kisabuni ujipige moyo konde, ili uipate elimu bora, utimize azma ya marehemu mama yako. Hmm, ilimua mama yako akiwa mdogo akiwa na umri wa miaka kumi na tatu na hii yote ni <coughs> kwa sababu ya desturi na mila zetu za Kimijikenda. <coughs> Nalifahamu hilo, baba. <coughs> <coughs> Kadzo, mama yako isma, asma yake alikuwa na azma ya maisha bora kupitia elimu bora, lakini azma yake ilikatizwa na ndugu zake walipotaka aulewe ili mali itumike kumuwezesha ndugu yake za mbali. Yes, sikitisha sana baba kusikia hivyo. Kadzo Mbaba. Marehemu mama yako wakuwa na nguvu wakati wakujifungua wewe, eh, wakati alipojifungua wa. wewe akapoteza chembe cha uhai. Na Alilaga mikononi mwa wakunga, nikimuona hivi na macho yangu ya <laughs> tosha, tosha baba, nazidi kunitonesha kidona kilicho kibichi, baba mwanangu. Lamba. Nikinaya tu marehemu <coughs> mama yako akufa <coughs> kwa uchungu wa uzazi, bali mama yako mkubwa Mikahaso alimwekea chembe cha mizizi ya hatari, ndio maana kaaga dunia tumboni <coughs> mwa <coughs> mama. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Mama. <tosikipi> mimi nimechoka kumhudumia. Sasa heri atupe burinu ndio nawe upate njia ya kuoa. Mzee akiondoka pale nyumbani, mimi nitakuwa na jukumu gumu sana japo ni dadangu Mama kambo baya zinduka. Kadzo ndo mlengwa, yeye ndo mtego wetu. Marehemu mamake Kadzo alinyang'anya penzi la mume wangu, yeye ndo ameleta maskini pale nyumbani. juhudi za madaktari ndo ziliokoa maisha yako mwanangu. Hata mimi hivi ninavyoongea mwanangu

Kufikiri baba, isikize chozi langu, una thamani ya upeo, umetoka mbali chozi langu. Chozi langu, Chozi una thamani ya upeo, umetoka mbali chozi, wepo kwa safari nipane nishuke niwaze, ewe chozi na mimi chozi ha, faida mawadumiwa ni kwaze chozi, chozi, chozi. Napeleka barua kwa baba ekanipotea njiani, napeleka barua kwa mama ekanipotea njiani, napeleka barua kwa kaka ekanipotea njiani, napeleka barua kwa dada Yani, chozi, chozi hata ukilia mtungi wa machozi debe zima, kama ngamia alivyokuchinjia, kamwe hautaweza kumfufua marehemu babako mama. Mimi. <laughs> Kama kilio chafaa basi <laughs> ungeanza kufufua marehemu mamako aliyenichukua penzi la mume wangu marehemu baba. Mama, mama tosha, maneno yako ni kama msumara wa moto unachoma kidona kilicho kimichi. adachwamja <laughs> kipi kiulizacho moyo wako? Nawe hata bado mseja mwanangu. <laughs> mwepo wa babangu kwa tumaini kubwa sana maishani mwangu. <laughs> Basi jifunze kuzoea dhoruba ya maisha, maana kijacho ni kimbunga, tahitaji moyo wa ndovu kukivumilia, kama ni mpango wa Mola

io bado na jeraha kwa na baba yako mzazi. Asante sana Zuua, namwomba Mola ailaze roho yake pema kwenye ami. Hata hivyo, tumekaribia kumaliza masomo ili tuweze kutimiza ndoto zetu. Mimi azima yangu ilikuwa afisa mkuu wa jeshi la hiyo, kazi ya kupaa hata ni huu urefu hii lengo langu kubwa ni kuwa daktari tajika hapa nchini. Ongera. Lakini kazo vitu kuhusu a aka kufunza kusi, baba alishaweka mpango ni viti nitasoma kabla ya kumbe. Alitabiri safari yake ya mwisho, alimpa mjomba wangu Jabali ng'ombe zitakaziniwezesha kulipa karo na nyenjangu lazima tutimize ndoto zetu, hata kijijini sisi tu wasichana wa kwanza kufaulu. Unajua Kadzo, mwenzie, kila nikikuona, moyo wangu jisikia faraja sana, nishukuru Mola e. Kirobo, sasa nombo nipatisikie. Kirobo, mimi sina muda na nyumbani. Kadzo e. Kadzo, n nombo nisikize. Kadzo wangu, wewe umeumbika, hebu angalia sura yako hmm. Kadzo. Sura yako kama ya malaika mwenzie, nime, nimeathirika mimi mpenzi hebu wajibika jamani, Kirobo. hmm. yaani mambo ya mapenzi sijui kuathirika hawa sitaki kuasikia mimi, mwanzo bado ni mwanagenza mimi. Niko tayari kukusubiri hata kwa miaka na dahari. Tafadhali ka ah, Kirobo mimi azma yangu kuu ni kuwa daktari mkubwa hapa nchini, na wewe wapi na wapi. Ni sawa wangu, daktari mpenzi wangu sukari mimi nitatanguliza mahari na niendelee kukusubiri pi, eh, tatizo liko wapi Kadzo? Tafadhali kidogo, mimi sitaki kukulilia ya mimi Kadzo, kwa hiyo usijali. Mimi nitapambana kama jemedari eh. endelea kupambana mimi mii nawahenda hey, hey. enda wangu enda na moyo wangu wewe